Chuo cha Waislamu cha Morogoro ni chuo kinachoongozwa na taasisi ya Muslim Development Foundation, yaani MDF, ambayo kwa niaba ya wa Waislamu wote wa Tanzania wa walipokea jukumu la kukiendesha nukisam, Islam, na kusimamia chuo hiki. Kama mnavyokumbuka, chuo chetu kilikabidhiwa kwa Waislamu na marehemu rais mstaafu wa awamu ya tatu ndugu Benjamin William Mkapa mwaka 2004 na kuzinduliwa rasmi kuanza shughuli zake mwaka elfu mbili na tano mpaka sasa, chuo kimefikisha miaka ishirini tangu tukabidhiwe. Ndugu waandishi wa habari, chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro kina mambo mengi mazuri ya kujivunia yakiwemo ustamilivu na uhimilivu wake kwa kipindi chote hiki cha miaka ishirini. Kama mnavyojua, miaka ishirini si kidogo, kama mtoto aishakuwa mtu mzima tayari. Sasa kama ilivyotarajiwa na jamii ya Kiislamu tumejitahidi sana kufanya mambo haya, na kwa kweli tunashukuru jamii yote na taifa kwa ujumla wake. Hata hivyo chuo chetu pia kime, kama taasisi nyingine kimepitia changamoto kadha wa kadha katika uendeshaji wake. Kwa mintarafu hii, uongozi wa chuo umeona ipo haja ya kuadhimisha miaka ishirini ya kuwepo kwa chuo hiki ili kueleza na kuonyesha maisha ya miaka ishirini ya chuo pamoja na mipango ya miaka ishirini ijayo. Kwa hiyo tunawatangazia rasmi kwamba tutakuwa na maadhimisho ya sherehe za miaka ishirini ya chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro mwaka huu. Ndugu waandishi wa habari, kilele cha maadhimisho haya kitafanyika katika kitovu cha, cha chuo ambacho ni Morogoro. Mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho haya anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hasan. Katika maadhimisho haya tunatarajia kutoa tuzo mbalimbali mbali kwa waasisi wa chuo na watu waliotoa mchango mkubwa na wa kipekee katika chuo chetu. Miongoni mwa matukio makubwa katika maadhimisho haya ni uzinduzi wa makala maalum, yani documentary itakayoonyesha maisha ya miaka ishirini ya chuo pamoja na mipango ya miaka ishirini ijayo. Pia kutakuwa na mradi mkubwa wa electronic, yani MUM community fund utazinduliwa rasmi, ili kuruhusu wananchi kwa ujumla wao kuchangia maendeleo ya jamii maadhimisho haya yataanza tarehe kumi na moja mwezi Juni katika viwanja vya chuo kikuu cha Waislamu Morogoro. Kutakuwa na wasilisho na mijadala ya kitaaluma, maonesho ya kitaaluma, pamoja na vikao mbalimbali vya alumni. Alumni ni wanafunzi waliosoma zamani na kuhitimu kutoka pale. Tunawakaribisha wahitimu wote na wadau wote kwa ujumla, popote walipo, wafike katika jambo hili, waje kujumuika nasi kwenye chuo chao kama vile walivyokuwa Dar es Salaam mwaka 2004, kuonesha umoja na matunda ya chuo chao. Ndugu waandishi wa habari, katika maadhimisho haya kutakuwa na dua maalum ya kuliombea taifa na viongozi wake ili kuende, kuende, kuendelea na kudumisha amani, kutuwezesha sisi MUM kwa kushirikiana na vyuo vingine, vyuo vikuu vingine, tuendelee kuwa na mazingira mazuri ya kuandaa wataalamu tarajali wa nchi hii. Nimeshuhudia mwenyewe siku ya makabidhiano, alifika marehemu Mkapa akatukabidhi yale majengo. Yale majengo yalikuwa ya Tanesco, lakini tukakabidhiwa. Kwa hiyo pamoja na kwamba kishatangulia mbele ya haki, tunamtakia malazi mema pale alipo. Ndugu zangu, amesema Sheikh Kundecha pale kwamba chuo hiki ni cha jamii ya Kitanzania na wanje. Mimi nimefika kwenye graduations nyingi tu pale Morogoro kwenye chuo na nimewakuta vijana ambao sio Waislamu, nimewaona na wamepewa vyeti, na walikuwa wanavaa kama tunavyovaa sisi Waislamu, hasa akina mama. Lakini pia niliwakuta watu wenye ulemavu niliwaona pale, hatukuwatenga. Kwa hiyo nakuombeni, Waislamu wote na wasio Waislamu, tunakualikeni katika maadhimisho ya chuo kikuu Morogoro. Mimi sina wasiwasi wasi kabisa kwamba ukipata tangazo hili basi utajivuta chuoni pale kwa ajili ya kwenda kuona mambo yanayofanyika pale katika chuo kikuu cha Morogoro. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, nifikishieni lau aya, nifikishieni ujumbe kwa hiyo pale panafikishwa ujumbe. zakuu la Waislamu zanzia BAKWATA linapenda pia kutoa pongezi za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwezesha kuwa na chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro MUMU, Muslim University of Morogoro, taasisi adhimu kabisa ambayo kwa kipindi cha miaka ishirini imezalisha wataalamu wengi wanaolitumikia taifa na umma kwa ufanisi mkubwa wakienea katika kila pembe za nchi yetu. Chuo hiki kimekuwa ni ufunguo wa maendeleo ya jamii yetu kikileta nuru ya elimu, maadili na maendeleo endelevu kupitia kazi zake kuu tatu. Moja kabisa, kufanya tafiti kufanya tafiti na machapisho mbalimbali, pili kutoa ushauri wa kitaalamu kwa jamii na kuzalisha wataalamu. Hakika kwa kuzalisha wataalamu jamii yetu imenyanyuka, kwani Mwenyezi Mungu mtukufu anasema katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu atawanyanyua wale walioamini miongoni mwenu na wale waliopatiwa ilmu darajati